Tukirejea hapa nchini, athari za hatua ya aliyekuwa Rais wa Marekani, Donald Trump, ya kupunguza ufadhili kwa mashirika ya kimataifa yanayotoa huduma kwa wakimbizi zimeanza kushuhudiwa katika kambi ya Dadaab. Zaidi ya wafanyakazi 80 wamepoteza ajira baada ya kupunguzwa kwa rasilimali, hali inayozua taharuki miongoni mwa jamii ya wakimbizi na wahisani wanaotoa misaada. Wafanyakazi hao sasa wanatoa wito kwa mashirika ya kimataifa kuwajibika na kuhakikisha kuwa wafanyakazi waliopoteza kazi wanarejeshwa kazini au kusaidiwa kuanza maisha upya. Faisal Abdulrahman anatupasha zaidi kutoka kambi hiyo ya Dadaab. Nam, shukran sana. Niko katika eneo bunge la Dadaab kambi la wakimbizi e, sehemu hii ya kaunti 007 ambapo wakaazi wa, na wenyeji wa Dadaab asubuhi ya leo wameweza kufanya maandamano ya amani kufuatia kufutwa kazi kwa zaidi ya watu 50 ambao wengi wanasema kuwa wanafanya kazi za mkono, kazi ya ulinzi, kazi ya kufagia na wanasema hiyo haikuwaridhisha manake, wameweza kukaa na wakimbizi hao kuanzia takriban miaka 30, zaidi ya takriban miaka 30 na nne kumradhi, na sasa wanataka shirika la Umoja la Mataifa ambayo linasimamia eh, huduma au uh, kutoa huduma kwa wakimbizi waweze kubadilisha msimamo wao kufuta kazi wa kazi hao, manake wanasema e, kukatwa kwa bajeti kwa Rais Donald Trump 20 Januari mwaka huu imeweza kuleta athari kubwa kwa mashirika haya ambao walikuwa wanapata fedha kutoka nchi ya Marekani. Lakini mimi ni msimamizi wa host community wa Dadaab, watu wa Dadaab wanalalamika kuhusu UNHCR na WFP kwa sababu ya kuwaachisha Wafanyikazi wa host community ambao walikuwa wanafanya kazi kwa hizi organization mbili na G4S, kazi yao, ambao walikuwa wanafanya kazi kwa muda mingi, kama G4S, watu hamsini na tano waliambiwa waende nyumbani bila onyo, bila kufuatilia maagizo yoyote, na hawa ni watu ambao walikuwa wanafanya kazi na hiyo organization maka 20 wengine 25, na mpaka sahihi hawajaambiwa wako na haki gani, hawajaambiwa kwa nini wanatolewa. Na WFP wale watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwenda kupeana wariviji wakimbizi chakula, wakati kuna e, corona, wakati insecurity ilikuwa mingi, wao ndo wanachukua pesa kidogo, wao ndo wanafanya kazi mingi, lakini wakati sahihi imekuwa wakati wa kukata kazi, wao ndo wakafanyiwa kasudi. Kwa hivyo tunaona hiyo si haki. Watu wa host community wanasema hawatakubali wavijana yao na wasichana yao kuachishwa kazi wakati bado kazi iko mm, asalamu alaikum. Leo tuko hapa kwa sababu ya shida imetokea kwa UN. Mimi naitwa Nasibu Abdi Farah, na mimi ni Umer Rep Garissa County FKF Garissa County, nasimamia vijana na wasichana ambao wanacheza mpira. Mimi ndo Garissa County Umer Rep. Shida ambayo leo amenileta hapa ni upande wa sukuri tu, kwanza sababu UN walifuguza wali watoto wote wakifugusa, hawajangalia mambo ya security, hawakuangalia kwa sababu watoto wakitoka huko wenyeji walitoa hapa ndani, walitoa nje. Kesho watoto wakikosa kukula watafanya nini? hapa hapa hapa, karibu tuko doble, tunakimbilia security kuwa mbaya kwa sasa. Wanasema wanataka serikali ya, ki, ya kitaifa na ile ya kaunti waweze kuingilia kati ili waweze kufanya mazungumzo na mashirika haya ambayo yanatoa huduma kwa wakimbizi ili wakazi ambao wameweza kufutwa kazi waweze kurudi kazi haraka iwezekanavyo. Never done any favor for this community. The only thing they they were doing was just employing these low carder staff and here today we we are seeing they have been laid off, reason being something that doesn't doesn't affect us, doesn't concern us. We want tell

lingine ambao wakazi wanaulizia ni kwamba iwapo wana haki, maanake wanasema wameweza kufanya kazi wengine kwa takriban zaidi ya miaka ishirini, na sasa bila hata barua yoyote, bila hata kushauriana na wao, wameweza kufutwa kazi na wamekosa kazi yao. Kumbuka tu baada ya Rais Donald Trump kukata msaada kwa mashirika haya, mashirika haya yameweza kufunga pia maofisi kadhaa ambazo ziko katika eh, maeneo tofauti tofauti ambao wakimbizi wako, na sasa wenyeji wanataka tu haki ipatikane, la sivyo, wanasema watasimama katika mlango huu kila siku na kufanya maandamano ya amani mpaka wapate haki yao. Juhudi zetu ya kutafuta na kuzungumza na wasimamizi wa shirika hizo zimegonga mamba, manake tumeweza kukosa hawa, na wakati wa kufika ofisi pia hatungeweza kupata kupenya na kuzungumza na wakazi, na kuzungumza na wasimamizi hao kumradhi, ili tuweze kupata ukweli wa mambo. Lakini kwa sasa wakazi wanasema maandamano hii ya amani itaendelea kila siku mpaka haki ipatikane. Kutoka kwangu hapa, sina la ziada. Jina langu ni Faisal Abdirahman.